Taasisi ya kifedha ya NMB tawi la Chalinze pamoja na Albertho Stationery wamechangia vifaa mbalimbali katika Shule ya Msingi Bwilingu a hey, iliyopo mjini Chalinze. Vifaa hivyo vilikabidhiwa jana katika mahafali ya 44 ya darasa la saba iliyofanyika katika viwanja vya shule hiyo na kuhudhuriwa na mamia ya wananchi walioburudishwa na vikundi vya sanaa. Mgeni rasmi katika hafla hiyo, Bwana Albertho Mbugano, mmiliki wa vituo vya kulelea watoto na huduma za kiofisi, aliwataka wazazi kushiriki kikamilifu katika kuchangia maendeleo ya shule ili kuunga mkono juhudi za Serikali ya Awamu ya Sita katika kuinua elimu nchini. Katika mchango wake, Bwana Albertho alitoa kompyuta moja na mipira mitano huku meneja wa NMB Chalinze akichangia mipira miwili na vifaa vya kihisabati kwa wanafunzi wa darasa la saba waliofanya vizuri kitaaluma. Pia, wazazi walijitokeza kwa wingi kuchangia fedha kupitia harambee ya kununua viti kwa ajili ya walimu ofisini. Awali, akisoma risala, mwalimu mkuu wa shule hiyo Wilfred Mugisha alisema shule hiyo imepiga hatua kubwa taaluma, hasa kwa kuongezeka kwa ufaulu wa darasa la saba mwaka hadi mwaka. Hata hivyo, alitaja changamoto zinazoikabili shule hiyo kuwa ni upungufu wa samani za ofisini, vifaa vya michezo, kompyuta na mashine ya kurudufu nyaraka. Pongezi TV ili kuwepo eneo hilo na kushuhudia tukio hilo la kipekee la kuunga mkono elimu. Mimi ni Friday Mwagomare na hii ni Pongezi TV.